KingoFarm leo bwana, ninataka nikupatie mada moja ambayo ni nzuri sana, na mara nyingi sana hapa huwa ninaongea kuhusiana na ishu zima ya mabanda. Sasa mabanda bwana, kama utayakosea, yanaweza yakakuletea magonjwa ambayo utapata vifo vingi bandani kwako bila hata ya kujua eh, kitu gani unakosea. Kwa hiyo uh, nisikilize vizuri kabisa hapa, nakupatia makosa matano ambayo unaweza ukayafanya kwenye ujezi wa mabanda na yakakuletea vifo vingi. Na hata kama kuku wako wanaumwa, ukawa unawatibia kuku wako lakini hawaponi. Kama tayari unaishida wewe, nisikilize vizuri, utakuja kugundua ni mahara gani Ulikuwa unakosea. Jambo la kwanza kabisa, ndugu zangu, ni uelekeo wa banda. Sasa banda inatakiwa lielekee upande gani? Banda a, inatakiwa liwe linaangalia upande ambao jua linatokea na jua linazama. Yaani mfano unaliona hili banda, hili banda limelala hivi, na kawaida hapa jua huwa linazama upande huu huku, na huwa linatokea upande huu huku. Kwa hiyo uh, hili banda lipo katika mwelekeo sahihi, lakini hili banda inaangalia huku, linakizana na jua, maanake hili banda halipo katika uelekeo sahihi. Sasa unaweza ukawa unajiuliza, uh, mbona mwalimu, hapo wewe mwenyewe una banda ambalo limekaa lime, lime, limeka hivi na limekosewa? Sasa uh, banda ambalo lina mwelekeo wa jua. Haya mabanda ni mazuri sana kulelea kuku ambao unawafuga kwa ndani au vifaranga. Mfano unaweza ukaona we mwenyewe. Haya mabanda mara nyingi sana huaga tunawekaga vifaranga humu. Banda hili hapa, kuna banda lile pale lina mwelekeo sahihi, lakini pia kuna banda jingine hili hapa lina mwelekeo sahihi ambalo tunaweka vifaranga, lakini humu wanakaa kuku ambao wanatoka nje. Mfano hawa E, hawa chotara ambao wanatoka nje wanakaa kwenye hili banda manake, hawa wakiwa nje e, mwanga wa jua ataupata, lakini pia vifaranga vifaranga ndio wana mahitaji makubwa sana ya jua ya ule mwanga wa jua wa asubuhi na ule wa jioni katika ukuaji wao. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza kabisa. Kwa hiyo kama e, bado hujajenga banda na ulikuwa hulijui hili basi, ni muhimu sana kulizingatia kwamba banda lako linatakiwa litazame upande ambao jua e, linatokea na upande ambao linazamia kwa marefu. Ae, hicho ndio ni kitu cha kwanza kabisa. E, tukija kwenye jambo la pili kuhusiana na banda e, jambo la pili banda lako inatakiwa liwe lina hewa ya kutosha, liwe na hewa ya kutosha. Sasa hapa miongoni mwa mambo ambayo huwa yanawafanya wafugaji wengi wanashindwa kuyaweka mabanda yao yanakuwa na hewa ya kutosha, kuna vitu kama vitatu vinne hivi kwa uzoefu mimi nimevipata. Moja ni wizi. Wengi wanahitaji wanaogopa kuweka hewa kama hii hapa dirisha kama hili hapa, kwamba e, vibaka itakuwa ni rahisi kuingia humo bandani kuweza kuwachukulia kuku. Kwa hiyo utakuta wanaziba kabisa banda. Sasa e, ukiliziba sana banda e, kuku anakuwa anakosa hewa, na matokeo yake ni kwamba unakuwa unapata magonjwa kama vile ya mafua, magonjwa kama vile ya na magonjwa mengine mengi yanayohusiana na mfumo wa upumuaji. Mzunguko wa hewa kwenye banda ni muhimu sana. Nawaambia hivi kwa sababu hata Kingo Farm hapa mabanda yetu zamani tulikuwa tumeaziba sana ila tukayafumua. Mfano mzuri ya ili banda, uh, unaona hii mbao tulioipiga hapa, hii hapa. Ubao huu banda letu ndio lilikuwa linaishiaga hapa. Kwa hiyo, uh, baada ya kuona tunapata vifo kwa sababu ya hewa haiingii humu ndani, ndio tukalishusha mpaka hapa, na huku nyuma bado lipo juu kwa sababu hawa kuku wanatoka nje. Lakini kama wangekuwa wanakaa humu broiler au hawa kuku wanakaa humu muda wote, wana tungekuwa tumelishusha tukaja tukahamia hapa. Na changamoto nyingine, watu waga wanasemaga mvua inaingia bandani. Aa, sasa kuzuia mvua unaweka hii cap hii hapa, hii ikiwa ndefu hii hapa mvua haiingii ndani ya hilo banda, lakini pia hakikisha na huu upande wa nyuma uh, bati lako linakuwa ni refu kwa kwenda hivi na ili eneo pia, bati lako linakuwa lina hili eneo bati lako linakuwa ni refu. Kwa hiyo utakuwa umeepukana na mvua kuingia ndani ya banda na utakuwa unapata hewa vizuri kabisa. Ila kipindi uh, kama unabudi vifaranga unakuwa unatumia ma, ma, maturubai kukava kuzuia kama hivi banda. So unaona ile lina maturubai haya, waga tunatumia kipindi ambacho tumeweka vifaranga wadogo. Kwa hiyo mzunguko wa hewa ni muhimu sana, ni kitu ambacho unaweza kukosea. Kitu kingine japo ni kidogo sana, kimewahi tokea sisi kwenye hiki ni cha tatu kwenye hili banda aa, wakati wa upigaji wa misomali kwenye hili banda hum pembeni hum hum pembeni walivyokuwa wanapiga humu pembeni, ngoja nikuonyeshe humu ndani uzuri. Uh, wa Kingo Farm tunafundisha vitu kwa vitendo. Hichi kitu ni kidogo lakini kilitugharimu sana. Humu wakati wanapiga hizi mbao humu pembeni, humu walikuwa wameiacha hii misumari hawajakunja humu. Sasa tukawa tunashangaa hawa kuku wanakua n wana, yani wanakuwa wanapata vidonda humu, wanakuwa wanakatika humu, wanaikata humu, shida ni nini? Tukawa hatuelewi, kuja kufuatilia, kumbe ni hii misumari iliyokuwa ime imeachwa humu hii, tukajaga tukaikunjaga hii hii iliyoachwa humu ilikuwa inawaumiza ina, ina kuku nawachuna kuku wanapata vidonda na hivyo Uh, mpaka wengine unakuta wanakufa. Kwa hiyo ni shida pia, inatakiwa uzingatie usalama wa banda. Unapokuwa unajenga banda lako, inatakiwa uzingatie usalama. Je, banda lako e, halita waumiza kuku? Na kitu kingine kwamba uh, banda lako halita ingiza wadudu ndani. Uh, kitu kingine sakafu. Hili, hili, banda tena, naendelea na hili, hili, banda. Hili banda tuliweka sakafu huwa wanasema ya kioo chini hapa, sakafu fulani hivi. Hiki ni kitu cha nne, hii hapa ya kioo. Umeona, hii sakafu hainyonyi unyevunyevu, hii sakafu hainyonyi unyevunyevu hata kidogo. Kwa hiyo hili banda huwa tunalazimika kulisafisha mara kwa mara. Kwa sababu hiyo, usiweke sakafu ya kioo, yani usijenge banda kama unajenga nyumba ya kuishi eh? Uta, utateseka sana ili banda hili, hivi itatakiwa tu, tu, tutindue tutoe hiyo sakafu tuweke rafu. Weka rafu. Rafu bwana, ina sifa moja ya kunyonya unyevunyevu. Rafu mfano hili banda unaona lilivyo kavu. Hii banda unaweza ukakaa humu hata miezi miwili mitatu bila kulisafisha kwa sababu tuliweka, tuliweka, rafu. Umeona, hii rafu, tuliyoweka. Hii rafu hii sasa inanyonya unyevunyevu vizuri sana na kuliacha banda linakuwa kavu muda wote. Kwa hiyo utengeneza e, weka rafu hii hapa. Kama una banda kubwa sana unaweza ukaweka a, zege rafu e, ile usije uka, ukaweka tena e, tunaita nil sijui e, nadhani mtakuwa mnaelewa e, mambo ya ujenzi wa, wa banda. Kwa hiyo muhimu sana, uh, unapojenga banda kuangalia sakafu ambayo unaweka na kitu kingine cha mwisho kabisa cha tano ni kwamba. Uh, jenga banda kwenye saizi sahihi ya, ya, ya kuku unaotaka kufuga kwa idadi ya kuku ambao unataka kufuga. Wafugaji wengi sana tuna mabanda kidogo. Uh, ulikuwa unajenga banda la kuku mia moja lakini ukafuga mia moja mara ya kwanza, mara ya pili ukapata mtaji wa kuku mia mbili unataka waweke kwenye lile banda, utaua kuku hapo mpaka utashangaa wewe mwenyewe. Jamani, Kuku wakijazana bandani wanakufa sana. Kwanza e, banda litakuwa linachafuka mara kwa mara, hicho ni kitu ambacho utakuwa una kiexperience. Kitu cha pili, kuku watadumaa. Kitu cha tatu, magonjwa yatakuwa yanatokana na uchafu ule wa banda. Kwa hiyo ni, ni, ni muhimu sana Uh, kuweka idadi sahihi ya kuku bandani. Yaani, hicho ni kitu ambacho mimi pia waga nasisitiza. Hata kama umejenga banda labda la kuku mia mbili, basi weka kuku mia moja hamsini, yaani weka chini ya idadi ya ile banda ambapo linaweza likakaa na kuku, hapo ushafurahia. Hili jaribio sisi tulishawahi kulifanya hapa aa, la kuweka e, mabanda mawili ambayo yanafanana size, kuweka kuku wengi na nyingine e, kuweka idadi ya kuku sahihi na kwingine kuweka idadi ya kuku pungufu. Tukaja kugundua kwamba lile banda tuliweka kuku pungufu walikuwa vizuri sana kuku ukilinganisha na banda ambalo lilikuwa lina kuku wengi. Aa, sasa mwisho kabisa nakukumbusha tu, unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp la mafuzo. Tunaelekeza mambo mengi sana, matumizi ya dawa uh, namna ya kuwafuga kuku na mambo mengine mengi kibao, tunaelekeza kwenye hilo kundi. Lakini pia uh, tunavyo vitabu mbalimbali ambavyo vinazungumzia uh, ufugaji wa kuku uh. Kuna kitabu kwa ajili ya kufuga hawa broiler, kuwafuga hawa chotara, lakini pia kuna vitabu kwa ajili ya kutengeneza tiba za asili. Kama mnavyojua, tiba za asili zinapunguza gharama. Tumejikita zaidi kupunguza gharama, lakini pia e, kutengeneza vitu ambavyo vina ufanisi, vina ubora mkubwa ambavyo vitaweza kukusaidia kwenye ufugaji wa kuku. A, nashukuru kwa kunisikiliza, nawakaribisha sana KingoFarm na hapa YouTube unaweza ukasubscribe, kama bado hujafanya hivyo, ukalike, ukashare, ukawapa hizi video na ndugu zako ambao unajua kabisa wanafuga lakini bado wanakutana na changamoto nyingi.